Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema nchi yake haina nia ya kushambulia nchi za Umoja wa Ulaya au wanachama wa NATO, lakini akaonya juu ya kuchukua hatua madhubuti kwa uchokozi wowote unaoelekezwa kwa Urusi. Katika hotuba ya kina iliyotolewa kwenye Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Jumamosi, Lavrov alisema kuwa vitisho vya nchi za Magharibi dhidi ya Urusi vinazidi kuwa vya kawaida. Pia aliikosoa Israeli akisema kwamba wakati Urusi ililaani mashambulizi ya Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 hakuna uhalali wa mauaji ya kikatili ya Wapalestina huko Gaza au kwa mipango ya kunyakua ukingo wa magharibi. Awali Israeli ilikuwa imesema kwamba operesheni yake huko Gaza ilikuwa muhimu ili kuwashinda Hamas. Takribani watu 65926 wameuawa katika mashambulizi ya Israeli, kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza, huku takribani watu 1200 wakiuawa na wengine 251 kuchukuliwa mateka katika mashambulizi ya Oktoba 7. Hii ni TMC News Updates Kimataifa. Mimi ni Agnes Peter, endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili wao kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.